wa Global TV safari yetu ya hodi jimboni leo imebisha hodi jimbo la Kibaha Vijijini ili kuona zile ahadi za mbunge wa jimbo hili Hamoud Jumaa kama kazitekeleza. Safari yetu imekuwa nzuri, hali ya hewa nayo ikiwa murwa, japo tumepita milima na mabonde, lakini mambo yalikuwa shwari. Tayari, mtazamaji, tumekwisha fika katika jimbo la Kibaha Vijijini na tumeanzia kata ya Mtambani katika kitongoji cha Ruvu kwa Dosa. Kipindi hiki ni kuonesha zile ahadi za mbunge wako wewe alizoahidi wakati wa kampeni wakati wa uchaguzi, baada ya kumpa eh, nafasi hiyo ama kibiti hicho cha kuongoza katika jimbo lako. Je, amezitekeleza kwa asilimia ngapi? Leo tuko katika kata ya Mtambani, kitongoji cha Ruvu hapa kwa Dosa, ambapo tutaangazia zaidi kwanza mradi wa maji. Baada ya hapo, tutaenda kwenye swala la elimu, afya na kadhalika, bila kusahau swala zima la kilimo. Mimi ni Catherine Kamenyi, nyuma ya kamera Mtazamaji wa Global TV, hapa tunaelekea kwenye eneo la tanki ambapo maji ya Dawasco, kwa hiyo namaanisha, yanajazwa hapa alafu kisha ndio yanasambazwa sehemu zote. Mwenyekiti ndio ndio, mtangazaji na kwa sababu hao tuna kamati ya maji mm -hmm, nitapenda kamati ya maji waweze kuzungumza kwa ufupi, ili kuweza kupata ufafanuzi zaidi kwenye mradi wetu wa maji. Sawa sawa. Kamati ya maji ndio nyie? Eh, unaitwa? E, mimi naitwa Afumani Mtambo ni mjumbe wa kamati ya maji ya Ruvu Kwa Dosa mhm. Mm, hapa tulipo ndio hapo maji yanapofikia kutoka kule Dawasco yanafikia hapa. Mhm. Mm, chemba ya kwanza. Ile pale chemba ya kwanza ile pale kuna air valve. Ikifika pale yanatolewa upepo kidogo, yanafikia chemba ya chamber kwanza. Chemba hii ina njia mbili, pia kuna njia inaopandisha maji kwenye tanki na, chem, na njia ya pili inaenda direct moja kwa moja kwenye vituo vya wananchi. Ndio chemba hii kazi yake kwamba, moja inapandisha kwa tanki, moja inaenda direct. Na kuna chemba hii ya pili pia hapo nyuma hapo kidogo, hiyo hii inapokea maji kutoka kwenye tanki na kupeleka kwa kwenye vituo vya wananchi moja kwa moja, na, na pia inapokea na maji ya moja, moja kwa moja kutoka Dawasco. Kwa hiyo hizi chemba ndo sehemu ambayo mgawanyisho hayo maji jinsi yanapofika hapa na jinsi yanapopelekwa kwa tenki na kwa wananchi moja kwa moja. Na tukiangalia hapa, mheshimiwa Diwani uko hapa, mheshimiwa mwenyekiti uko hapa, umradi unaweza kuhisi ama kutupa takwimu eh, labda umegharimu kiasi gani? mpaka kukamilika kwake una gharama ya zaidi ya milioni 100 milioni 100. Ndio, mhm mm, na 73 milioni 100 na 73 milioni 100 na 73. Okay, mm. Naona hapa kuna ngazi za aina mbili, kuna ngazi ambayo ni ya chuma imejengewa hapo na hii ambayo, tofauti zake ni nini? Mm, tofauti ya hizi ngazi mm, ngazi hii hapo kwa ajili ya koki ile pale, endapo mtufanyia usafi lazima mfungue koki ile pale ili maji yale machafu yaliyobakia chini yaendelee kutoka, ndio maana hii ngazi. Na mkifungua pale, yale maji machafu yanakuja, yanatokea hapa kwenye kichemba hichi hapa, maji yanatokea hapa machafu, yanaendelea kuondoka. Na ngazi hii hapa kwa ajili ya kupanda juu kabisa kwenye tanki kuangalia maji yamepungua au yameisha na jinsi ya kufanyia usafi ndani ya tanki, ndio ngazi hapa, shughuli zangu huwa we. unapanda wewe au kuna mtu eh, kwa ajili ya kupanda tunapanda sisi kamati ambayo tunahusika na na maji, ili kwa ajili ya kufanyia usafi ndani kabisa humo. Mtazamaji wa Global TV, baada ya kuona mradi huu wa maji, je, ni kweli tanki hili la kuhifadhia maji haya limeanza kutumika? Kuna uhakika gani kama kweli maji kutoka Dawasco yanajazwa humu? Yawezekana wengine mnaamini bado tanki hili halijaanza kutumika. Usijali, hebu tumia macho yako ili tupande wote juu ya tanki hili eh. Mtazamaji wa Global TV, si kazi rahisi kama ambavyo unaona. Nimepanda hapa na lengo la kupanda ni kuweza kuangalia hizo koki ambazo wanasema, e, ziko maalum kwa ajili ya kuangalia kama maji yamechafuka, wanazifungua kwa ajili ya kusafisha ili wananchi waweze kupata maji masafi. Hebu twende ya tanki hili na kweli limehakikisha hizo e, koki zipo ndani na maji ni salama kabisa, hivyo naamini wananchi wa jimbo hili wanafaidika vizuri na maji masafi na salama. E, tuambie. E, ndani ya tenki kuna kitu kinaitwa boya, ile njia ya kupandishia maji. Endapo tenki likijaa maji lile boya huwa linajifunga ili maji yasiendelee kujaa mpaka kumwagika. Na hii ngazi ya tatu kwa ajili ya kufanyia usafi unaingiza ndani ya tenki, ndio mnashukia umo ndani baada ya kufungua maji ya ee, baada ya maji kupungua kabisa yanabaki kama kwa mfano unit moja huko ndani huwa hiyo haitoki, na hii hizi bomba hapa, sogea hapa, na hizi bomba kwa ajili za kutolea hewa endapo tenki linapozidiwa hewa ili lisichanike au lisipate athari, kwa hiyo ukifunika huo mfuniko, hewa yote inatokea kwenye kwenye bomba hili. Ndio jinsi ambavyo tanki letu lilivyotengenezwa. Mtazamaji wa Global TV, eh, inatia moyo kwa upande mmoja ama mwingine. Nini wito wako kwa wananchi na kwa mbunge wako? Ni mm, kwa kwa wananchi kwamba mradi wetu ulianza ulikuwa kwanza una vituo vya kuchotea maji rasmi, na mradi wetu ulioongezeka kupanuka kuwa imara kwa maana sasa hivi hata mwananchi wa kawaida anaruhusiwa kuvuta bomba lake mwenyewe kwa kutumia mradi huu. Kwa hiyo, fursa ya wananchi kwamba ukiwa na uwezo unavuta maji yako mwenyewe nyumbani kwako na familia yako unatumia. Kwa kwa viongozi, mimi nafikiri wamefanya kazi kubwa sana. Wamefanya kazi kubwa kusimamia miradi kama hii au kututetea sisi wananchi, na sisi wananchi tuwe tu tuilinde salama na tujilinde kwa nguvu zetu zote na wasiendelee kutuchoka wana viongozi wetu, kwamba waendelee kutuleta miradi kama hivyo. Tuna shida ya umeme, wamekuja kupima, kwa hiyo watuimizie. Endapo vitu hivi viwili vikipatikana, nafikiri kitongojini kwetu maendeleo yatapatikana pia kirahisi na kwa haraka. Yes, baada ya hapo, mtazamaji, hebu tukupeleke pia kwa wananchi e, wa eneo hili la Mtambani hapa. E, kitongoji cha Ruvu hapa kwa Dosa, nao e, wazungumze machache e, kuhusiana na kufanikiwa kwa ahadi hii ambao walikuwa wameahidiwa. Mimi ni Catherine Kahabi nyuma ya kamera nikiwa na Chris.

na nne kumalizia hela zote hizi nachukua mimi <laughs> mtazamaji wa Global TV, hawa ni wa mama, mama wanawake wa kijiji hiki ambapo hapa wamekutana ni eneo lao wa, maalum kwa ajili ya kuweza kugawania hisa, si ndio eh? yeah. <laughs> <Mame. laughs> Tumesikia iliyokuwa ikiathiri zaidi kijiji hiki ni mabinti wengi kupata mimba zisizotarajiwa na wengine kubakwa kutokana na kwenda kuchota umbali e, wa, umbali mrefu hivyo kusababisha kurudi nyumbani majira ya usiku. Wala sio siri, ile ilikuwepo na tukuwa tunapata tabu. Sasa tunakwenda usiku saa nane tunalala kwenye majani, tunangojea foleni na foleni hatari, mpaka saa kumi na mbili tunarudi. Tuko tabani, wasichana wanabakwa kama wanavyojua tena na baada ya hii kuletewa maji na kusogezewa, imepunguza kwa asilimia kubwa, yaani imepunguza sana kwa sababu kwanza, jeshini hatuoni, tunatumia maji yetu, tunajumwaga kwa raha zetu, hatuna hata shida. Kwa hiyo watoto saa hizi hawabaki, hawabaki kwa sababu kule hawaendi, kunaona kwenda hadi hospitali kutibiwa, narudi basi. Lakini kama unakwenda kufuata maji, ukitaka kwenda kufuata maji unafuata umbe, lakini maji hapo. ya yangu, naitwa Nuru Mustafa Gogo. Ah, we kweli, gogo <laughs> mtazamaji wa Global TV, bado tunatembea ndani ya kijiji hichi kuangalia jinsi gani ambavyo mradi huu umesambana hapa. Tuko kwa Dosa msikitini pia. E, tunaona e, matanki tofauti mabomba kama unavyoona kule mtazamaji e, na hapa kuna mama wawili ambao tutasikia machache kutoka kwao, watatueleza chochote. Mambo poa? Oh, habari nzuri. Za huko? Safi tu. Mnaendeleaje? Ah, si wazimu eh kabla ya kuletewa mradi huu wa maji changamoto mlizokuwa mnakutana nazo hasa e, kuhusiana na umbali? Yaani tulikuwa na urefu wa mbali kutoka hapa mpaka Mlanini huku nini, mtoni. mm -hmm. Ndio tulikuwa tunafata maji tunatoka hapa kilomita tunaenda... kama ngapi? kutembea mbali mbili au tatu tunatembea tunaenda kuchota maji. mm -hmm. Tukitoka hapo tunaenda jeshini tunasaidiwa na jeshi tukitoka hapo visimani ni mbali mno. Yaani tu, yani tukawa tunapata tabu, kunaitwa goma la enzi mpaka leo kumpata mradi tunashukuru. Unaitwa nani? Naitwa Anzeni Ali Ndete. Habari yako? Na ambasaleo. Nzuri. Kwema. Kwema. unaitwa nani? Amina Saidi. Amina Saidi. Amina Saidi. Mm. Na unazungumziaje mradi mradi huu Nashukuru kwa kweli kupata mradi wa maji, tulikuwa tunapata tabu, tunatoka usiku kwenda kuchota maji jeshini saa tano hadi saa sita mpaka mm -hmm. Leo tunapata maji yetu tunashukuru, tunashukuru sana. Haya, mtazamaji wa Global TV nikiangalia mm -hmm. pale naona kama siku ile inachemka moto, sijajua ni mji wa mtu, sijajua ni mgahawa Maangazi habari ha, zurimanaisakaahad kutoka goboti TV. Mm. Tunapita kwenye majimbo tofauti tofauti kwa ajili ya kuangalia zile ahadi alizoaidi mbunge wakati wa uchaguzi kama anaztimiza. Tunaona uh, moja ya yeah, changamoto katika kijiji hiki ilikuwa ni swala zima la maji. Sasa tunaona eh, mradi huu eh, umepitapita kwenye maeneo, sijajua kama hapa umepita na unazungumziaje? Hapa ya, maji yapo kama unavyoona bomba lile pale liko mm -hmm. Eh, maji tunaye. Kwa maji tu hatuna tatizo kwa kweli. na zamani mlikuwa mnapata changamoto gani? Yaani umbali ulikuwa ni mkubwa kiasi gani? Ah, yaani zamani tulikuwa tunaenda kupata kambini mm -hmm. Eh, k napata maji toka kambini kwa kutolea kwa pembeni kidogo mm -hmm. ndio tunapata maji hivi maji tunaye kabisa ndani ya nyumba. Na katika hizo ahadi alizoahidi ikiwemo na hiyo maji, ni ahadi gani ambayo aliahidi na unahisi ya jitimiza sasa hivi? Kero kubwa tunalo daraja mm -hmm. E, daraja kwenda mashambani kidogo kidogo bado kero hiyo bado, yu, bado na vipi kuhusu kasi yake ya utendaji? Eh e, kasi ya utendaji kidogo inaelekea elekea sio mbaya sana mm -hmm. E, kuna mainjinia pale walikuja kucheki lakini bado utendaji u mami mm. Mandazi ya biashara au ya kula mm. Ya biashara mm. Na pale unapika nini? mm. Supu na supu unauza kwa hiyo mm. Hapa ni mm. mgahawa, na nyumbani hapa hapa. yeah, na nyumbani hapa hapa kila kitu. Eh, kwa... na hawa bata ni bata wa kwangu. Mm. Kwa hiyo unaweza nikapata bata mmoja au unaweza ukanchinjia akija mwenyeji anapona pengine, na wengine watakula waliobata siku nyingine. Una nini cha kuambia Watanzania? Na vipi kasi ya mbunge wako, anatimiza yale aliyoahidi ama anatimiza haya sana mtazamaji wa Global TV baada ya kuona jinsi ambavyo kila mtu anatoa maoni yake kushukuru mradi huu, lakini tunaamini bado inawezekana kukawepo na changamoto mbili tatu ambazo pengine zinasababisha mradi huu usiendelee kwa kasi zaidi, pengine ni kweli kweli. mm -hmm. Kwanza nianze kujitambulisha. mm -hmm. naitwa Ali Kasim, nimeweka hazina kamati ya ma e, changamoto zipo kwenye mradi mabomba kupasuka, vifaa kama koki kuharibika mm -hmm nazo lakini, bahati nzuri tulipewa elimu jinsi gani ya kuweza kusimamia mradi, na tunashukuru tangu tulipopata ile elimu mpaka sasa hivi, na tunashukuru pia kwamba viongozi wetu kuanzia mheshimiwa mbunge, mheshimiwa diwani, mara kwa mara huwa wanakuja wanakaa na sisi, wanatuliza kero zetu ambazo changamoto zetu zilizokuwa nacho, kuanzia kwa wananchi au kamati tunawapa jinsi tulivyo, na wao tunashukuru. Kwanza wapo kwa na sisi pamoja muda mwingi, kwa hiyo hatuwezi kutoa malalamiko kwa upande wote, kuanzia kwa wananchi na viongozi wetu ambao wao tusaidia mpaka kupata maji. Najua lao na hadi zako lakini leo tunaongelea hadi za mbunge wako wa kwa kampeni. Ametekeleza kwa asilimia ngapi hususan tukianza kwenye mradi huu wa maji? Ah, uh, kwa sababu kwenye kitongoji hiki kubwa hasa ilikuwa ni kero ya maji. Na katika kunadi kwetu Ilani ya Chama cha Mapinduzi tulikuwa tuna nadi sana nijisikia pindi tukafanikisha kuleta maji kwenye kitongoji hiki. Kwa hiyo baada tu ya kuingia madarakani tukashirikiana na Mheshimiwa Mbunge haraka sana ndani ya mwaka mmoja kama na nusu hivi, maji yakawa yanatoka kwenye kitongoji cha Ruvu kwa Dosa mtazamaji wa Global TV, safari yetu ndiyo kwanza imeanza. Endelea kufuatilia Global TV ili uone kila kinachoendelea kwenye jimbo hili, lakini tupia komenti yako hapo chini. Je, unapenda tuje kwenye jimbo gani ili kuona ahadi zilizotekelezwa na ambazo bado katika jimbo la mbunge wako bila kujali tofauti za vyama? Mimi ni Catherine Kahabi nikiwa na Clis Stambuli.